Nikukaribishe tena mdao na pia nikukumbushe kuweka komenti yako chini ya video hii juu ya kile ambacho tunaenda kukizungumzia kwa siku ya leo. Timu ya Simba Sport Club tayarisha mjua mpinzani wake kwenye michuano mipya ya African Football League ambayo itakuwa ni timu ile ya Al Ahly ya kule nchini Misri, na iwapo itavuka itakutana na mshindi kati ya Petro Luanda ya Angola au Mamelodi Sundowns ya kule nchini Afrika Kusini, huku kocha Robertinho Oliveira akikiri ni mechi ngumu, lakini akisema waache waje tuone. Michuano hiyo inashirikisha timu nane na itazinduliwa kwa Mkapa Oktoba 20 na kuifanya timu ya Simba Sport Club iwe na siku 96 ngumu na za mtego, ila kama itafanikiwa kuchanga vyema karata zake itapata mzigo mkubwa wa fedha zitakazoipa jeuri hata ya kujenga na kumiliki uwanja wa kisasa wenye hadhi ya kimataifa kwa kuingiza mashabiki wasiopungua elfu 25. Mara baada ya draw hiyo itakayofanyika Kairo, Misri, Robertinho alisema anajua Al Ahly ni timu kubwa na ngumu lakini inafungika, kwani Simba imeshaifunga mara kadhaa nyumbani, hivyo inalipanga jeshi lake vyema kwa vita. Anasema kwamba ni mechi ngumu, lakini mradi tupo kwenye michuano tunajipanga kupambana. Al Ahly inafungika, waache waje, alisema Robertinho. Kwa ufupi, hii itakuwa ni mara ya saba kwa timu hizo kukutana kwenye michuano ya kaf tangu mwaka 1985 huku kila moja ikiwa na rekodi ya kushinda nyumbani. Katika dro hiyo, TP Mazembe ya DRC Congo imepangwa kucheza na Esperance ya kule nchini Tunisia na mshindi atavaana kati ya Enyimba ya Nigeria au Wydad Kasablanka ya kule nchini Moroko. Mshindi wa Simba na al Ahly atacheza na Mamelodi Sundowns au Petro Luanda. Mechi za nusu fainali zitakazopigwa kati ya Oktoba 29 pamoja na Novemba mosi. Kama timu ya Simba ikifanikiwa kupambana vyema na ratiba ya kucheza mechi zisizopungua 15 za kimataifa na zile za ligi kuu, kisha ikapata matokeo mazuri, klabu hiyo itajihakikishia kiasi cha takriban shilingi bilioni 31 kutoka shirikisho la soka Africa, CAF, mzigo ambao utaifanya iweke rekodi ya kuwa timu ya kwanza Tanzania iliyowahi kuingiza kiasi kikubwa zaidi cha fedha ndani ya muda mfupi. Atakayekuwa bingwa wa Africa Football League ataondoka na kitita cha dola milioni 11.5 saasaa na fedha za Kitanzania bilioni 28.9, na wakati ile itakayotenga robo finali ya ligi ya mabingwa Afrika itapata kiasi cha dola laki tisa ambacho ni sawa sawa na shilingi bilioni 2.3 bili za Kitanzania. Ratiba hiyo ngumu ambayo Simba iko mbele yake inaanzia Oktoba 16 hadi Disemba 19 ambayo itakuwa na mechi za ligi ya mabingwa Afrika pamoja na zile za Africa Football League. Shughuli hii itaanzia Oktoba 16 dhidi ya Power Dynamos ya Zambia ugenini katika mechi ya raundi ya pili ya ligi ya mabingwa na kurudiana nao jijini Dar es Salaam Oktoba mosi. Ikivuka itaingia makundi, mechi za makundi zitachezwa nne kati ya Novemba 24 hadi Disemba 19 ambazo Simba ikipata ushindi itaingia robo fainali pasipo kutegemea mechi mbili za mwisho zitakazochezwa kati ya Februari na Machi mwakani. Pia itakuwa na kibarua cha kuzisaka noti za Super League ambayo fainali yake itapigwa Novemba 11. Na katika kipindi hicho cha siku 96, timu ya Simba itakabiliwa pia na kibarua kigumu cha michezo mitatu ya ligi kuu dhidi ya Yanga Africans Tanzania Prison pamoja na Azam, zinazoweza kuongezeka ikiwa bodi ya ligi itaamua pia kuipanga icheze viporo vya Coastal Union, Singida Big Stars, Mashujaa, Ihefu na Namungo, Tabora United, Kagera pamoja na Geita Gold. Kocha Robertinho alisema wapo tayari kukabiliana na ratiba ngumu ambayo ipo mbele yao, na ili uendelee kuwa kwanza kupata video zetu, ni kukumbushe kusubscribe, kukomenti na kuweka like chini ya video hii.